katika sehemu inayosema alamatun lilmakkiyi walmadaniyi, alamatun lilmakkiyi walmadaniyi. Nam, tumetangulia kusoma taarifu ya makki na madani, na kama tulivyoieleza tukasema kwamba ulamaa wametofautiana katika kauli tatu, na tumeshazisoma kauli hizo tatu. Minhum man hakama dhalika bi'tibari zamani, miongoni mwao kuna waliohukumu hilo kwa kuzingatia muda. Nayo hiyo ni kauli ya kwanza. Walizingatia ule muda ambao Mtume alikuwa hajahama kutoka Makka kwena Madina. Zile sura zilizoteremka katika muda ule ni makki na zile ambazo ziliteremka baada ya Mtume kuhama kutoka Makka kwena Madina ni madani. Na tukasema kauli hii ni kauli Eh, ambao wanazuoni wenyewe wa wameizingatia kuwa ndio sahihi, na kauli hii inazienea sura zote zilizomo ndani ya Qur'an, na ndiyo kauli walioitumia eh, katika sura utakuta suratul bakara madaniyah, suratul nisa madaniyah, suratul tauba madaniyah, tamam hakadha vile vile pia utakuta suratul a'raf makkiyatun wa halum majar. Hawakuitumia kauli hii katika sura peke yake, lakini pia waliitumia katika aya sawasawa, waliitumia katika ni? katika aya. Lakini pia tukasoma kauli nyingine ya pili, kauli ambayo sura ambayo ni makki au aya ambayo ni makki, ile iliyoteremka wapi? Makkah, hata kama Mtume alikuwa nini, ameshahama pale Maka kwenda Madina, lakini vya vile vile iliyoteremka Madina ni nini? Ni madani, na iliyoteremka safarini ni safariyo. Na tukasema kwamba kauli hii haizienei sura zote, kama namna ambavyo tulieleza, tamam. mm-hmm. Kwa hiyo ni kauli ambayo eh, alaihi taarudh, juu yake kuna pingamizi Je, sura hii tutaiita vipi? Ile tutaiita vipi? Lakini vile vile pia kauli hii wanawazuoni, kama tulivyosema jana, wali waliifanyia kazi katika baadhi ya sehemu. Athalith, kauli ya tatu, vile vile kwa makii ni ile ambayo iliyoteremka kwa ajili ya kuwazungumzisha au kuwazungumzia watu wa Maka, na madani ni ile iliyoteremka kwa ajili ya kuwazungumzia au kuwazungumzisha watu wa Madina, na tukasema pia kauli hii vile vile Eh, ni kauli gani? Ni kauli ambayo alaihi taarud juu yake kuna pingamizi. Je, ile iliyoshuka kuwaelezea manaswara ni aya, eh, ni aya ambayo tunaiegemeza kuwa ni makii au madani? Iliyoteremka kuwaelezea bani Israil, eh, ni sura mba, ni au ni aya ambayo tunaiegemeza kuwa ni makii au madani utaona E, kauli hii haiingii katika nini, sura kama hiyo au aya kama hiyo, kwahiyo alaihi taarudh, eh sawasawa, e? Kwa hiyo ile kauli ya juu ndio kauli ambayo ni asah na ndio kauli ambayo wanawazuni wameipa kipaumbele, na hizi nyingine mbili hawakuziacha, hawakuziacha pia, tamam. Hawa, hawa pia, pia walizifanyia kazi kwa kupitia maoni yao, walikuwa wanaangalia maoni gani yana nguvu, wanaifanyia kazi kauli fulani maoni gani na nguvu wanaifanyia kazi katika kauli fulani tamam, ndiyo. mm -hmm. Maana utakuta kama tulivyotoa mifano jana sawa, kwamba Suratu Nisaa ni madaniyatu lakini ndani yake eh, ndani yake kuna aya kuna aya iliyoteremka wapi? Kuna aya iliyoteremka Makka, lakini aya ile ikahukumiwa kuwa ni madaniyatu. Kwa hiyo utaona wanazuoni eh, wamehukumu aya hii kwa mujibu wa kauli ya kwanza sawasawa, sawa, eh? mm -hmm. na aya hii tupige katika kauli ya pili, haiwi madania, inakuwa eh, ni makia. Lakini wao wakatilia nguvu eh? katika aya ile kupitia kauli ya kwanza wakasema Suratun Nisaa madania, na aya hii pia ni madania tamam mm -hmm. Lakini tukaja katika sura At-Tauba, tukatoa mfano mwingine ndani ya Surat Tauba Surat Tauba madaniatu, lakini ndani yake kuna aya ambayo ni makkia, kuna aya ambayo inanasibishwa na kuteremka Makka. Kwa hiyo utaona hapa, walifanyia kazi kauli gani? Walifanyia kazi kauli ya pili, ma nazala bimakkata lmukarrama walau ba'da lhijra. Kwa hiyo wao wenyewe walikuwa wanazitumia hizi kauli tatu kwa maoni yao yenye nguvu walipoona kwamba hii tu inasibisha hivi, hata kama ni hivi walifanya tamam. mm -hmm. Kwa hiyo lisije likakuchanganya, mbona anakuwa vile? Ni wao wenyewe walikuwa wanaangalia maoni yao yenye nguvu, kisha wanayafanyia wana, wana kazi tamam. mm -hmm. Naam, leo tutaanzia katika alamatun lilmakii walmadani tamam. mm -hmm. Lakini kabla tujaenda mbele kule katika darasa letu ya kwanza tulipokuwa tunaelezea kile kisa cha Sheikh

maji yaliyobarikiwa. Faambatna fa, fa bi maana thumma, kisha. Faambatna bihi, kisha tukaotesha kupitia maji hayo. Jannatin, mabustani mengi. Jannatin, mabustani mengi. Wa habba alhasid, na nafaka ambazo nyinyi mnazivuna. Wa habba alhasid, na nafaka ambazo nyinyi mnazivuna. Kwa hiyo tuliposema habatin wahabal hasid tulitereza, na ni mambo ya kawaida katika darasa yanatokea hayo eh, mm -hmm. Kwao mtarekebisha pale, wale ambao wanaandika taariki mtarekebisha. Maana kuna wale ambao wanarejea katika vitabu kuangalia kilichozungumzwa ni sawa, na kuna wale ambao wakip, wakipokea wamepokea hivyo hivyo, hivyo. wakipokea wamepokea hivyo hivyo. Sasa tunatahadharisha au tunakumbushana ili kama kuna mtu alinukuu vile basi arekebishe. Tamam.

na kuitambua sura au aya ambayo ni madani. Tamam. mm -hmm. Na alamatu maana yake ni isharatu, hivi ni viashiria hivi ni viashiria, kwa maana sio kwa njia ya hakika. Hivi naweza viashiria hivi vikawepo katika sura ambayo si maki, lakini ni viashiria vinavyoonyesha kwamba sura fulani ni maki, lakini hiyo sura sio maki. Kwao viashiria vinakuwa havipo katika hali ya hakika, eh? muda mwingine vinakuwa vinaingia katika uhakika, muda mwingine haviingii. Tamam mm -hmm. Mfano ukaambiwa, alama ya mlevi au kiashiria cha mtu mlevi ni kutembea huku akiwa na yumba hasa, utakuta mtu pengine ndio mwendo wake huo, mm? Utakuta mtu ndio mwendo wake wa kuyumba yumba huo, tamam, wa kuyumba yumba hasa. Wewe umegewa kiashiria, umegewa alama eh, ya kuweza kutambua kitu fulani lakini alama hiyo sasa inaweza kaenda kwa mtu ambaye sio tamam. Mfano wake kama huo mlevi eh, alama ya mlevi ni atatembea huku akiwa na yumba yumba. Eh, utakutana na mtu ndio mwendo wake, nasema ah, hii ni alama miongoni mwa alama za ulevi au alama za mlevi, lakini sio tamam mm. Kwa tutasoma viashiria sasa, tutasoma nini? Viashiria viashiria havimaanishi hakika sasa, lakini vina...

sura ambayo ni madani alamati, wamevitaja viashiria mbalimbali, wamevitaja viashiria mbalimbali au wakad dhakara lulamau lilmakki walmadani, na hakika wamezitaja wanawazuoni katika kuitambua sura ambayo ni makki na sura ambayo ni madani alamati, wamezitaja alama mbalimbali. Tamam, mm -hmm. Mwanzo kwa kutumia lugha zote mbili, alama viashiria, nafsu shay, tamam, ni kitu kimoja Minha, miongoni mwa hizo alama. Umeona hajasema yeye kwamba anazitaja zote. Minha, min ya tabid, min ya tabid, miongoni mwa hizo alama. Usije kasema ah, kumbe alama zenyewe ni hizi tu. Hapana, ziko nyingi. Sawa, lakini kwa kuwa kitabu hichi ni cha mukhtasar, sawasawa, ndiyo maana anaeleza. Kwa nini kwa mukhtasar, hata huu mlango almakina almadani, ukienda kwenye vitabu vikubwa, ah, ni mlango ambao ni mpana sana. Wanawazuoni wameeleza kwa upana

ambayo fiha ndani yake, ya ayuha nnas, kuna tamshila ya ayuha nnas, walaisa fiha, na hakuna ndani ya sura hiyo ya ayuha lladhina amanu, hakuna tamshi linalosema ya ayuha ladhina amanu, enyi mlioamini, fahiya makiyatun, basi sura hiyo ni ni makia, sura hiyo ni makiya tu. Tamam, mfano mm -hmm. wake ziko sura nyingi, tamam, za makia ambazo zina

Kwamba kila sura ambayo anna kulla suratin, kwamba kila sura ambayo fiha ndani yake kalla, kuna tamshi la kalla. Kalla ni kalimatu radin wa zajarin wa, ni tamshi la kukemea na kuonya, tamshi la kukemea na kuonya, na tamshi la kukemea na kuonya ndani ku ya Qur'an kwa asilimia 99 limetumika lilmushrikin walkufar. Sasa limetumika kuwa eh, ni khitab kuwa ni njia ya kuwazungumzisha wale makafiri na washirikina, tamam. Sasa kwa kuwa hali ya tamshi hili ni hiyo, basi ndio wakatoa waka, waka, waka ishara miongoni mwa ishara kwamba katika sura ikiwa kuna tamshi la kalla, ambayo ni kalimatu radain wa zajran tamshi la kukemea na kuonya fahia, basi sura hiyo makia tu ni makia tamam. mm -hmm. Kwa sababu gani? hadhihi lkalima la taliq lilmuminin tamshi hili eh, haliendani kuwa ni njia ya kumzungumzisha muumini au njia ya kuwazungumzisha waumini sawasawa, kwa ikahukumiwa kuwa ni nini? Kuwa ni makia ile sura ambayo ndani yake kuna tamshi kama ile tamam. mm -hmm.

kaelezwa kisa cha Nabii Saleh, maswala ya ngamia yale, eh, naqatullah wasukuyaha tamam, mm -hmm. Kwao utaona kwamba hizi ni alama ambazo wanawazu nini, wanawazuoni wameziweka, wanawazuoni wameziweka katika kutambua eh, katika nini, kutambua kwamba sura hii ni makia au madania tamam -hmm. Lakini uzuri kwamba tumerahisishiwa. Tumerahisishiwa ikiwa mtu ataisoma Qurani kwa maana, ataisoma tafsiri ya Qurani yoyote ile, atakuta taariki hizi zimeandikwa ndani yake, kwamba aya hii ni makia, sura hii madania, aya hii ni madania, tamam. Lakini pia ni muhimu mtu kusoma vitu hivi, ni muhimu mtu kusoma elimu hizi za Qurani, sawa sawa. Kwa sababu gani? Unaweza ukawa uka, uka uko sehemu hauna tafsiri ya Qurani auna tafsiri ya Quran lakini una, una elimu ya ulumul Qur'an ikakusaidia ikakutadabaisha eh, ukasema kwamba aya hii eh, kwa mujibu wa alama hii iliyoko ndani ya hii aya, aya hii ni makia, aya hii ni madania. Tamam, hakadha faidatun, kwa maana hadhihi faida hii ni faida. Baada ya kutuelezea alama, Sheikh anatutajia sura eh, ambazo zimetelemka katika

Na baki ya sura zilizobakia, kwa maana ambazo hazijatajwa hapa, nazala bi makkata, zimetelemka katika mji wa Makka. wa huwa eh, na hiyo baki ya sura tamam. wa huwa na hiyo baki ya sura. Ukisema wa huwa, na hiyo baki ya sura. Lakini ukisema na hizo sura, itakuwa ni wahia tamam, itakuwa ni wahia tamam. Lakini hapa ya kaita wa huwa, kwa maana na baki ya hizo sura tamam. wa huwa, na baki ya hizo sura khamsun